Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi. Kiuhalisia hali katika ukanda wa Gaza siyo rafiki sana, ambapo takribani wapiganaji mia mbili wa kundi la Hamas wanaripotiwa kujificha kwenye mitaro ya chini ya ardhi katika jiji la Rafah kusini mwa ukanda wa Gaza, hatua inayozua changamoto mpya katika mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Eneo hilo lililo nyuma ya mstari unaojulikana kama Yellow Line unaoashiria mipaka ya udhibiti wa Israel sasa limekuwa kitovu cha mvutano wa kijeshi na kidiplomasia unaohusisha Marekani, Israel na wapatanishi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff, wapiganaji hao wanaweza kupewa msamaha endapo wataamua kuweka silaha chini, mpango ambao Marekani inauona kama mfano wa kuendeleza amani katika maeneo mengine ya Gaza. Hata hivyo, idadi hiyo ya wapiganaji haijathibitishwa rasmi na Israel wala Hamas, huku maafisa wa usalama wakiendelea kufuatilia kwa karibu hali ilivyo katika eneo hilo. Mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia ni mkwe wake, Jared Kushner, alikutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Yerusalemu Jumatatu kujadili hatima ya wapiganaji hao na mustakabali wa awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Israel, mazungumzo hayo yalihusu pia hatua za kuondoa silaha za Hamas, kusalimisha silaha, lakini kuhakikisha kundi hilo halitashiriki katika utawala wa eneo hilo siku zijazo. Hamas kwa upande wake imesisitiza kuwa wapiganaji wake hawatakubali kujisalimisha na imetaka waruhusiwe kuondoka salama jambo ambalo Israel imekataa vikali. Wakati huo huo, wasiwasi unaongezeka kwamba wapiganaji hao wanaweza kutumia mitaro hiyo kama kinga ya muda mrefu, hali inayoweza kuchelewesha utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano katika nyakati zijazo vita vya Gaza vilianza baada ya shambulio la Hamas dhidi ya kusini mwa Israel mnamo Oktoba 7, 2023 lililosababisha vifo vya takribani watu 1200 na utekaji wa zaidi ya raia 250 wa Israel. Tangu wakati huo zaidi ya watu 69 wameuawa kwa mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas, takwimu ambazo Umoja wa Mataifa huzitambua kuwa za kuaminika. Awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimami, yaliyosimamiwa na Marekani yalilenga kusimamisha vita, kurudisha mateka na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Hadi sasa mateka 20 walio hai na mabaki ya 24 waliokufa wamerejeshwa, huku pande zote mbili zikishtumiana kwa kukiuka masharti ya makubaliano hayo. Wachambuzi wa siasa za mashariki ya kati wanasema kuwa mzozo wa wapiganaji waliokwama Rafah unaweza kuwa kipimo muhimu cha ufanisi wa mpango wa amani wa Marekani hasa endapo msamaha utatekelezwa. Hata hivyo, kuna hofu kuwa iwapo mazungumzo yatafeli, hali hiyo inaweza kuimarisha zaidi mgawanyiko wa Gaza kati ya maeneo yanayodhibitiwa na Israel na yale yanayoendelea kuwa chini ya Hamas.